Unahitaji kupanda miti tena, miti mingi. Utafanyaje ukiwa unahitaji kupanda mbegu mingi ya miti katika sehemu kubwa shambani? Kurahisisha kazi ndio lengo letu la leo. Ili kufanya hivi, tuko naye Daniel Mandela kutoka STIHL, watengenezaji wa mashine zinazorahisisha kazi za mikono. Mashine hizi hutumika shambani katika ukataji wa miti, upambaji wa mandhari, sekta za usafi na ujenzi huko umesema kwamba kuna changamoto fulani ambayo unapitia. Unajua sasa mabadiliko kupande ya nchi ni kwamba mvua hakuna. Mm. at least nipande miti mingi mm -hmm. ili ivurute mvua mm -hmm. na niko na target nipande ifike, mm, elfu tano. Na huo ni mpango mzuri mm -hmm. wa unapanda miti vipi? Kitu ya kwanza nyeua nafanya nachimba shimo, mm -hmm. hii shimo nikichimba natumia jembe ngine unapata kama sahii, mm. kumekauka, unapata mchanga ni ngumu sana, mm. kwa hivyo kuchimba lazima utumie nguvu mingi. Umeandika watu ama ni wewe binafsi? Huwa nachimba tu mimi binafsi. Peke yako? Eh, peke yangu juu sasa na e, peke yangu. Chopa, pesa unapata, una nguvu kiasi gani? Sasa nikuulize kwa siku, mm. unaweza kupanda miti kama ngapi kwa siku? Nae kupanda, naweza panda mingi, lakini sasa juu bado tunachimba shimo, mm. sasa hapo wezi panda mingi, process inakuwa ngumu hapo ni kuchimba hizi mashimo. Lakini usiwe na shaka, mtaalamu yuko hapa Mandela na bila shaka najua umekagua shamba, ni muone uko na miti mingi umepanda. mm. Mchanga inakaa nyepesi nyepesi kidogo. Uh, hata saa hii anajua tunaweza panda miti ingine. yeah. Uh, tukuongezea kwa hizo miti zenye uko nazo mingi ha mahali hapa. mm -hmm. yeah. Najua ukitembea unakuja na vitu vizuri vizuri. Nimemletea mashini ya kuchimba mashimo kutoka kwa kampuni inaitwa STIHL. Hii mashine inasaidia upande wa kupanda miti na huh? inaitwa Earth Auger. Hmm. tueleze juu ya huyu smart. Earth Auger. Ako smart sana mm, yeah. Hmm. Hii mashine iko na viwango vitatu, kuna kiwango ya juu kwa kimombo tunaitwa inch, na kwa sababu hii injini yetu iko na ile mzunguko wa hai sana huwa mm, tunatumia kitu kingine inaitwa gearbox wa kimombo kutengeneza msunguko kukimbiza chembe letu lenye liko pale chini. Engine tunaitwa two stroke, uchanganya mafuta na petroli. Unatakiwa kuchanganya mafuta ya injini mililita ishirini katika lita moja ya petroli. Hili chembe lenye limekuja na hii mashini ni milimita 200 mm. Mm na hiyo inalingana na shimo kiasi gani unataka kuchimba. Hiyo ni vizuri kabisa. Una put machine on uh -huh. Unahakisha uh -huh. una ukihakisha, uh -huh. naanza kusungusha chembe lake uh -huh. na wakati unaweka kwa mchanga, kwa sababu ya uzito wa machine inafanya chembe linaanza kwenda chini, na wewe kasi yako ni kushikilia mzuri, uh -huh. ndio isikumize kwa siku. Ona, anachimba pengine kama 15 mpaka 20. Hmm. hii machine inaweza msaidia vipi hii mashini? Kwa taka moja utakuwa unachimba shimo moja kwa yeye, hmm, kama anachimba mashimo kumi na tano kwa siku hiyo, hmm, ni mashimo yenye anachimba kwa taka kumi na tano. Hilo ni jambo zuri sana, jambo mzuri kabisa kabisa. hiyo nguvu sasa upeleke kule kwingine. Imagine. Inatumika kuchimba shimo ambayo unapanda miti, ama pia inaweza fanya kazi nyingine. Yeah, unaweza chimba naye miti, kitu yote inahitaji shimo, kuchimba mashimo ya kuchenga nyumba Umeona mashini, imenifurahisha kabisa mm. hii mashini sasa, vyenye hua ukitumia kwa kila mashini unapata anga, saa zingine inahitaji spare ama ikiharibika. Kwa hii kampuni yetu tunauza hizi mashini uh, na spare zake kwa dealers, mm, wako kila mahali kwa hii nchi. Hii mashini iko na warranty kunakuwa na kitu inaitwa warandi kwa kampuni hmm. Lakini ilo warandi, uharibifu unaingana na vile sisi tumeunda. mm -hmm. hmm. Kwa hivyo kwa ufupi, unamaanisha wakati mkulima anatumia mashine afuate maagizo yalivyoandikwa. yeah. ya yeah. makosa ya mtumiaji ina maana kuwa hujafuata maelekezo. Kwa mfano kutumia mashine bila kuongeza mafuta, hii itasababisha injini iharibike. Hakikisha unafuata maelekezo ya matumizi. Na hii mashini pia kuongezea, si kuchimba tu mashimo, unaweza chiachiri nayo mm. E, unaenda kufanyia mtu kazi bado nukapata pesa mm-hmm.